pindi chetu nitazungumzia biashara ya sembe. Hivi unafahamu kuwa biashara ya sembe unaweza ukapata faida ndani ya wiki mbili au tatu tangu unapoianzisha? Na pia kuna uwezekano mkubwa ukatengeneza shilingi laki tatu mpaka laki tano kwa mwezi bila hata kuwa na mtaji mkubwa wa kuanzisha hiyo biashara. Sasa ili uweze kufahamu haya mambo yote, kuna siri kama saba hivi nitakazokueleza ambazo kama utazitekeleza na kuzifuatilia kuna uwezekano mkubwa kuanzisha biashara ya sembe ambayo ina faida kubwa. Kaa nami mpaka mwisho wa kipindi, na mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Sasa kumekuwa na uoga wa baadhi ya wajasiriamali ambao wanataka kuanzisha biashara ya, ya sembe lakini wana sita wanadhani kuwa ili kuanzisha biashara ya sembe unahitaji kuwa na mamilioni ya pesa na hawana hizo pesa. Sasa hapo ndipo wanapokwama. Lakini ukweli wa mambo ni kuwa unaweza ukaanzisha biashara ya sembe hata ukiwa na shilingi kama laki tano na ukafanikiwa kuanzisha biashara ya sembe na baadaye ikawa kubwa, ukawa unatengeneza mamilioni kuna watu wanaanza hivyo hivyo kama mzaa mzaa, lakini baada ya muda unakuta mtu mpaka anauza magunia elfu tisa mpaka elfu kumi magunia ya sembe. Sasa ngoja nikueleze hizo siri saba ambazo ukizitekeleza utafanikiwa na wala uhitaji mtaji mkubwa. Namba moja, anza na, na mashine ndogo ya kukobolea au kusagia unga na hata mashine ya second hand au watumia watu ambao wana mashine zao. Usifikirie lazima uanze na mashine mpya ya kisasa zenye bei ya milioni kumi. Unaweza kuanza na mashine ndogo za kusaga zenye uwezo wa magunia kama hamsini hadi mia moja kwa siku. Bei yake ni shilingi laki nane mpaka kumi na e, tano mashine za second hand zenye hali nzuri, bei zake inaweza kuwa nusu ya bei ya mpya, au hata kuanza kwa kukodi mashine kwa mwezi mmoja ili uone kama biashara inakufaa. Faida ya kuanza kidogo ni kwamba unajifunza biashara bila kupoteza pesa nyingi. Ukiona biashara inakwenda vizuri, ndipo unaweza kuangalia uwezo wako. Siri ya pili. Chagua eneo ambapo kuna wakulima wengi. Hapo ndipo unapoweza kufanya biashara nzuri ya unga wa sembe. Usifungue biashara ya sembe katikati ya jiji ambapo mahindi ni ghali. Tafuta maeneo yenye wakulima wadogo wa mahindi na utapata malighafi nafuu, watu wengi wanaotumia unga wa sembe kila siku. Hapo wateja watakuwa wako tayari Halafu usafiri rahisi utakaookoa gharama za usafirishaji. Siri ya tatu: jenga uhusiano wa karibu sana na wakulima, hawa ndio watakaokutoa kwenye biashara ya sembe hii. Siri ya tatu ndiyo itakaokufanya au ndio inafanya watu wanafanikiwa sana. Badala ya kununua mahindi kwa wauzaji wa kati, naenda moja kwa moja kwa wakulima utapata bei nafuu zaidi hadi, alfu, hadi asilimia ishirini mpaka thelathini. Jinsi ya kufanya: tembelea mashamba na uongee na wakulima moja kwa moja, wape bei nzuri na za haki, wakulima watakuamini. Nunua kwa wingi wakati wa mavuno, bei inashuka sana, alafu weka mahindi vizuri ili yasiharibike uhusiano mzuri na wakulima utakufanya uwe na mali ghafi ya kuaminika na bei nafuu kila wakati. Nne, hakikisha kuwa unga wako wa sembe unakuwa wa ubora wa hali ya juu. Hii ndio itakaokufanya ufanikiwe kwenye biashara. Ubora wa unga ndio utakaokuletea wateja wengi. Kuna biashara nyingi za sembe zinazoshindwa kwa sababu unga wao una aidha uchafu au ujiwe mchanga au vitu vingine, lakini pia kuna tatizo la unyevu wake. Au unyevu mwingi, unga unaharibika haraka, na pia rangi sio nzuri. Jinsi ya kuhakikisha ubora ni kama ifuatavyo: safisha mahindi vizuri kabla ya kusaga, tumia mashine zenye filta nzuri, kausha unga vizuri kabla ya kupakia, tumia mifuko safi na yenye ubora. Watafiti wanaonyesha kwamba ubora mzuri wa unga unaweza kuongeza sifa ya bidhaa zako hadi asilimia ishirini. Maana yake wateja zaidi na faida kubwa. Tano, jifunze kufahamu bei za ushindani katika hiyo biashara ya sembe. Hakikisha bei yako inakuwa sahihi. Makosa makubwa watu wanafanya ni pamoja na bei ya juu sana, na wateja wanakimbia, au bei ya chini sana, na hupati faida. Sasa unatakiwa ufanye hivi: chunguza bei za wenzako katika eneo lako, halafu weka bei ya wastani au kidogo iwe chini, utavutia wateja. Kwa wateja wa kipato cha chini na cha kati, weka bei nafuu, halafu ongeza thamani kidogo, kama unga wenye ubora au huduma nzuri. Kwa hiyo ongeza bei. Bei sahihi itakuletea wateja wengi na faida endelevu. Sita. Jaribu kupata mikopo midogo midogo ambayo itakao kuwezesha kuanza hiyo biashara ya sembe, sio mikubwa ya mamilioni. Ni pesa ndogo tu zinaweza zikakusaidia kuanzisha biashara ya sembe. Usifikirie lazima uwe na pesa zote mwanzoni. Unaweza kutumia mfano mikopo ya vikoba au SACCOS, riba ni nafuu. Lakini pia ushirikiane na rafiki au familia, mshirikiane kupata mtaji. Halafu kuna mikopo ya serikali kwa vijana kama vile selfu au Yosefo Waza na mtaji mdogo sana kama vile shilingi laki tano mpaka laki kumi Kumbuka, biashara ya sembe ni ya haraka kupata faida. Unaweza kulipa mkopo wako ndani ya miezi mitatu hadi sita tu, kama unafanya vizuri. Saba na ya mwisho kwa umuhimu. Saba ambayo ndiyo ya mwisho lakini ni ya muhimu, ni kuwa sajili yako, yaani rasimisha biashara yako, usiendelee ambayo ni bubu. Ukifanya hivyo utaona faida yake. Sajili biashara yako kwa BRELA na upate tini namba kutoka TRA, leseni ya biashara na tax clearance certificate. Kwa nini hii ni muhimu? Utaweza kupata mikopo ya benki, wateja wakubwa watakuamini zaidi, na utaepuka matatizo ya serikali. Utaweza pia kukuza biashara yako bila wasiwasi. Gharama za usajili ni ndogo, shilingi elfu hamsini mpaka laki moja tu, lakini faida ni kubwa sana. Sasa nimekueleza siri saba za kuanzisha biashara ya sembe ambayo inaweza ikawa na mafanikio makubwa, lakini kabla sijamaliza, nataka kidogo nikupe mifano ya hesabu za jinsi ya kuanzisha biashara ya sembe na hiyo mifano. Huo mfano ni kama inavyofuata. Sasa tuangalie mtaji wa kuanzisha biashara: mashine ndogo ni shilingi laki kumi, mahindi magunia ishirini ni shilingi laki nane, mifuko na vitu vingine ni shilingi laki mbili. Jumla ni shilingi laki ishirini. Mapato kwa mwezi: unasaga magunia mia moja kwa mwezi, faida kwa gunia moja ni shilingi elfu thelathini mpaka elfu arobaini. Faida ya mwezi ni shilingi laki 30 mpaka 40. Maana yake ndani ya mwezi mmoja tu umesharudisha zaidi ya mtaji wako. Hii ndiyo biashara yenye faida ya haraka. Kabla sijamaliza, kuna makosa matano ambayo haya ni makosa makubwa ya kuepuka katika biashara ya sembe, nayo ni kama ifuatavyo. Kosa la kwanza ni kukosa quality control yaani unga wako utakuwa na ubora duni. Kosa la pili ni bei zisizo sahihi, sasa hapa utapoteza wateja au faida. Kosa la tatu ni kukosa mikakati ya masoko, hakuna atakayejua biashara yako. Kosa la nne ni kutoweka malighafi, hakikisha una wakulima na wa kuaminika. Na kosa la tano ni kutosajili biashara, utapata matatizo baadaye. Epuka makosa haya na biashara yako itafanikiwa. Mwisho, namalizia kwa kutoa wito. Kati ya hayo mambo saba niliyokueleza, lipi limekuvutia au lipi unafikiri ina changamoto? Kama nihijo, ni hivyo, niandikie hapo chini. Alafu mimi nitakujibu kutokana na jinsi ulivyoniuliza. Mwisho kabisa ni suala la kusubscribe subscribe huduma zetu ili usikose kuona vipindi vyetu vya Tan Business Channel Online Television vinavyotangazwa kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa kumalizia, ngoja ni kuelezee tena yale mambo saba au zile siri saba nilizokueleza ili uweze kuzikumbuka. Namba moja: anza na mashine ndogo au second hand. Namba mbili: chagua eneo lenye wakulima wengi. Namba tatu: jenga uhusiano na wakulima. Namba nne: hakikisha ubora wa unga wako. Namba tano: tumia bei za ushindani. Namba sita: tumia mikopo midogo kwa kuanzia, na namba saba: sajili biashara yako rasmi kuanzisha.